Mm, mm, mm. Sherekea harusi, sherekea, mm. Sherekea, sherekea, mm. Sherekea, ya ngapi? Ya pili nani kwambia ya pili? Tunaenda tu, tuna sasa hivi nini tunakaribia nini, mm, kwani hiyo ni ya pili, hiyo ni ya pili, tunakaribia e, e, nguzo za imani huh? mm. mm, amna bwana si ya mgombea na hii hapa ya pili, mgombea ya kwanza eh? Hey. Ah, ah, yeah, tayari kuna mtu naye hey. Alikuwepo. Au ndo baba mtoto kumbe hey? Wapi ndugu yako hey? Tunakaribia hey, nguzo za nyumba ili nyumba isimame, kuna nguzo bidi ziwepo. Haya majambo kwa... kuna, kuna, kuna muda sasa zikiwa nyingi unajua, mm. hata ile shamra shamra hakuna tena. Eh e, watu washakuzoea nae kwao inakuwa ni kawaida hata mapenzi ya watu ni... E, kawaida sana. Just imagine siku ya harusi yangu. Kwa nani kachukua jiko? Sawa bwana. <teal> Mwanagosip, <tibosMA> karibu sana. Hope so, uko vizuri na tayari umesha subscribe. Na tuko na taarifa ambayo namhusu mrembo twiga la matwiga Zailisa, kama namwona mwimba singeli yeah, kwa sababu alitegemea kwamba baada ya kutoka kwa mgombea mambo yatakuwa mm, mazuri yatakuwa mazuri. Ah, yes, sasa hivi si washikaji wale arudiwi lakini tumebaki kwa washikaji wanapostia, aafu hiyo ndio nzuri, siwelete watu mmeachana basi, ndio block block, unfollow, unfollow a aafu hakunaga ushikaji bwana, kati ya watu ambao shwaga wapenziushikaji. Ah, upo ni sawa, na niambia tu ushikaji ya mtu na mzazi mwenzie. <laughs> eh, <ushikaji, simnalea laughs> <laughs> hivo mengine ni emergency, toto anaumwa <laughs> yes. mlete nyumbani, mwache, ntamleta mwenyewe hizo tampeleka hospitali kifika tena, ukifika kwa ukipeleka mtoto wanasema lazima mwende wazazi wote wawili, mtoto anaanza <laughs> kusikia joto eh. kuna joto mara umetandua, mara kakijikanga na usingizi unalala <laughs> kwenye kitanda. Sasa hizo style za kulala hapo bwana, enda kwenye kitanda <laughs> material tungekula kwanza eh? mara kajiendea mm, gengeni kanunua mboga, kajipikirisha yeah. <laughs> mm, usiku yeah, umeingia saa hivi kule kwetu, usafiri wa shida <laughs> mara kalala hata <laughs> usiku, usiku unafika, basi usiku wa ufiki <laughs> mapema sana, jua kali gengeni <laughs> kwenye mabati Jamani nyie, ambao mnaishi na wanawake ama wanaume tayari wameshazalisha na wameshazaa zaa, mwe makini sana. Wazazi bwana, wazazi hawachanaji kweni, makini sana bwana, hayawi hayawi. Sasa kwanza kuna zingine eh, kuna vitu kuna vikipigaga, kuna hapa ni story za eh kweli, jua zinawagusa watu eh, eh. Kama, kuna joto, ni eh kama kuna joto ndani, joto huku ndani, joto ni kali huku na nyumba zimebanana <laughs> alafu anakutega kaba ajavua nguo yake, feni hamna, feni mbovu hii, haifanyi kazi. Kazi kabisa, fundi anasumbua tata, nikimwita eh? Unazugazuga, mwisho wa siku najishanga mme, mmeamka kesho, kesho nampa nauli tena jua hey. Kesho kutwa anavuta anavuta, siku mwisha siku, ndo hivo waga. Anasumbua kunywa dawa huyu, labda ukiwepo wewe ndo atakunywa mm. mda huo dozi ya siku tano <laughs> mpaka dozi naishia pale pale. Anasumbua dawa huyu, labda eti baba akupe dawa eh. <laughs> <laughs> tubaki kwa baba wana ah, hayawe hayawe amekuwa kwa Zailisa <laughs> ameolewa tena kwa mara eh, nyingine. Kuna watu wana visa vya ndoa nyingi eh, wewe hey. Wakati unaitafuta kuna zao ndoa zinamtafuta yaani, zinamtafuta zenyewe zina kuchagua ah. Eh, kila saa kila siku mm. Ndoa zinamfuata kaolewa yani. Amanda ule shemeji eh, alisema Diamond siku ile inaweza ikawa, au aliyemwoa ndo mshikaji wake na Diamond, sielewi. Sasa si Diamond wapi na wapi

mbali kule e, si karibu na uwanja wa mpira si, si kule. Kwa ah, kwao mwanamke? Eh, kwao ah, sio huko. Ah, kumbe. Mm, huko. Kwa sasa Zaylisa kaolewa. Mm. Dada akajua kumove on huyu. Sema sasa dada huyu anajua sana kumove on. Mimi nampenda. Mm. Oga anajua yani, akimove on yeye ana move on na, na anakupiga na kitu. Sio, anaelewa vizuri. Sawa sawa. Kama ali move on kwa yule mwanamke wa kwanza, akampiga na kitu na ndoa ya drama kabisa. Yaani Oga hataki ku ku dance dance tu kwenye mahusiano, afa katoka. Yaani nakupiga na, na, na kitu dia ex na ndoa. Hmm. Katoka kwa Manara shwa, ndoa hii hapo. Oga anajua ku move on, ndivyo inavyotakiwa. Kaolewa tena. Sio mtu na move on nusu nusu, ndio nini sasa una move on <laughs> Kama nani? Eh? Kama nani? Una move on kama nani? Faima? Bwana naka Faima nifa sijamwongelea mtu huyo kabisa uniache manifa kwa kuwaongelea wewe haya mioga anachukulia mfano ujua nikwambia kitu kitatolea mifano ya wadada wanawake ambao wavumilivu ambao mm. Yani, wenyewe yuko tayari akae pending mpenzi wake amove on akishindwa kule arudi ni yule. Wewe ulimwona kipindi kile Revani bwana wameachana, wamea kaenda kwa Paula, yamemshinda karudi kwa Faima tena, wameachana tena asiku kaenda wapi wameshinda vile vile. Kwa hiyo mwanamke ambaye yani, yeye ni mgumu ku move on kwa mtu anayempenda, mmm, kwa sababu angekuwa anaweza ile tu mara kwanza kaachwa tu kwa sababu ya Paula wamevaachana, itakiwa tumuone tutafaima naye na ndoa kiko wapi, akakaa akatulia, karuka we maharage, akarudiana sawa. hmm. hivi juzi tu tulizungumza kuhusiana na swala zima la Zaylisa, huenda akapata nusura kwa mara nyingine kutoka kwa mzee, lakini mpaka sasa hivi yale maji ambayo yalimwagika hayazoleki tena. Sasa ogopa sana maji yenyewe yao, maji ya bamia <laughs> <laughs> <laughs> anateleza tu <laughs> ila baada ya hapa ah kama zile stori za kusema kwamba mzee alitoa karata tatu mm. Mm, kama karata zilikuwa ni tatu basi tena ashamrusu eh? Eh, kama zilikuwa tatu sali ameruhusiwa, siuko free kuolewa. Yani hapa sasa kuna umona sikaolewa sasa hivi mm. Kuna kuna uwezekano sasa wa mzee kurudi kwa sababu ukimpa karata tatu uh -huh. inabidi aolewe aachike ndio muoe. Kwa hiyo hapo a, sasa eh, eh nimeanza kupata fakti. Kwa hiyo inawezekana, ndo hiyo ni kwa ajili ya kusafisha kutoa mm. zile kutu, ili arudi mpya. Ah, hiyo sijasema ah, hivyo bwana asasi, ndo maana yake sasa hiyo. Yani inawezekana inawezekana, ina inaweze kusafishe hey. vile ulivyokuwa umekaa mm -hmm. Halafu sasa urudi tena upya kwa yule mume wako wa zamani mm -hmm. Kwa unafikiria kitu gani, ndugu yangu? Hivyo ndio inatakiwa kwa Asam... una voice ile siku ile Diamond da alivoita ile shemeji alikuwa anamaanisha kwamba soon tunakurudia. Mhm, mm si ndio tulivosema sisi? Eh, ndo shemeji kwa mgombea. Eh. Duniomba soon. Lakini mwanaume gani ambaye anakubali kuoa? Yaani anyway, wewe. Waivyo wapo. Pipi yako? Labo pia hela ndefu. Eh, e, wapo. Yaani wewe alafu aache. Wewe ukipewa hela unaacha kwa sababu unaacha kwa sababu gani? Anakuletea mtu hela hapa milioni tano hapo niomba uniole Samira huyu nitamrudia mimi. Milioni tano ndogo bana we. Hey andogo ss ya kuichafua kwa milioni tano ila gani? Milioni tano siku mbili tu imeisha, watu kuwapiga simu vizinga, wanaanza kuwasumbua. Hiyo kwa unavyohisi, hii ndoa ni kwa ajili ya kumrudisha Zai kwa ndugu Mgombe? Zai kashajipata no. Kajipata uzuri, kaka yake hmm. na Zaylisa, mm? kaka yake kama, kaka yake ndo <laughs> dokta, kumbuka <laughs> kamatamwonekana mm? kama mm. ah. kwenye jambo okay. E jambo limefana, nishangaza mm. na kunisikitisha mm -hmm. na kunifanya ni waze sana mm. Ni jambo la kaka kuvaa kama bwana harusi ndo nikaanza kushangaa je? <laughs> yeah. mm. Is it true kwamba hiyo ni ndoa eh? Why kaka wabi <laughs> harusi uvae kama bwana harusi uh -uh? Inaweza kuwa wamevaa staili ya kufanana lakini, uh, gharama za vazi kawa tofauti sawa. Kwani kaksipoani ukuona kunye, nili kwenye shughuli ya nanilii, bwana ya nani, bwana harusi kabaje, kama umevaa hivi, kwa sababu we umevaa kanzu umevaa joo, jambia, kilemba, jola goldi, fimbo

hivi <laughs> unajua ha? mm. hata dogo hata dogo pata alisema, kama penzi angekuwa ni pesa, hata Zaylisa singetoka kwa Manara mm. Sasa kichomtoa Zaylisa kwa Manara ni kitu gani kama pesa hiyo? Najiuliza yeye ni kitu gani yani ubinti, anafuata mapenzi ya hivi mm. Ni kitu gani hasa wewe mwanamke, kinaweza kakutoa kwenye ndoa haraka iwezekanavyo ukiachana na fedha? Kitu gani? Yani, kama mtu hata kama hela anayo, lakini kinaweza kakutoa kwenye ndoa haraka iwezekanavyo ni kitu gani mm? tabia. Tabia. Eh, tabia ikizidi kuwa mbaya inakuwa ni hulka, na hulka ni, ku, ni ngumu kubadilika unajua, mm. Tabia ni rahisi kubadilika, lakini hulka ni ngumu kubadilika na kuachwa au ndo namna gani? bnn <coughs> Sasa, e. E, sana hivi sana inavyosemekana, lakini wewe unamwonaje? Wewe unamwonaje? hmm. sana. Sana yani e. sana. Kamusi iko pale, misamiati yote hata e, kwa wao wengine nao hivyo hivyo. Ha, yule. Hmm? Yule alizungumzaga yule alizungumzaga mm -hmm. Zailisa ndo huyo kashaolewa kwa mara nyingine, na amependeza, mashu. Kapendeza. Wewe ambaye huna ndoa hata moja <laughs> sijui tukike fungu gani kwa sasa, maana za kasema o oh, wale wanaroga. Na wewe karogi upate una ndoa. kwa mm. ah, wote ambaye ana, mimi nasema, kuna watu wamekaa kwenye mahusiano mpaka wamefanana. Hakikisha <laughs> unaoa <uwa. laughs> Mwanaume kaoe mwanamke, omba olewa, eh omba olewa. Unataka e, na mtu mpaka anaishia kuzalisha tu e. E, kuna mtu mpaka ameshapigwa mapacha pea tatu yupo tu, wewe hupo tu mpaka e. Mnaanza kufanana sasa, mwanaume akicheka nacheka hivyo meno nafanana mm. Upo tu eti ndoa ni majaaliwa, wanaolewa wengine. Na ndoa siku hizi sio gharama bwana. Wewe mtu, mtu kakuchukua, mnakaa wote ndani, anakulisha asubuhi, mchana na jioni, mafuta anaongezeka, mafuta anaongezeka mm mnaridhiana kwa kila ambacho kinapatikana mm. Mko vizuri mpaka familia eh, inapanuka, familia pia inatanuka, msha zaa bado hakuoi huyu. Ana sababu atakuacha, muda sio mrefu. Hakikisha anakuoa, hakisha anakuoa bora hata kuoa afu ndo akuache hmm. Inauma ndio muhimu jamani, miaka kumi na tano eti bado tunasomana tabia Mbona miaka, miaka mitatu tu, unafikishaje miaka mitatu na mtu mnakaa pamoja, unaota hata miezi sita ifiki na wameshaolewa. Hey, mwingine miezi sita tu tua mm, miezi mitatu epika, hapakuwa miaka mitatu mtu hajakuoa. Kuna mtu alikaa wa kwenye mahusiano miaka tisa na mtu wake, lakini kakutana na mwanamke, mitatu, na, na <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mwanamke miezi mitatu tu kamuoa na mimba juu. Mwanamke oa mwanamke aoe tena, nawambia na, wanaume oa e, mwanaume aoe mwanamke aolewe. Usiishiwe kupeleka tu hotelini, utapeeka hotelini, ufanywe birthday wewe, kila siku utafanywa birthday, lakini mazingira ya <laughs> kuolewa <laughs> hakuna, shemeji yangu. Haya, kwa hiyo Zailisa ndoa ya ngapi? <laughs> bado ngapi amfikie mgombea <laughs>